Chuo cha Elimu ya Biashara CBE Kampasi ya Mwanza leo kimefanya mahafali yake ya kumi na nane ambapo Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Patrobas Katambi, amehudhuria kama mgeni rasmi, akimwakilisha Waziri wa Viwanda na Biashara, Judithi Kapinga. Awali, Mkuu wa Wilaya ya Ilemela, Amiri Mkalipa, akimwakilisha Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, amewataka wahitimu kutumia siku ya leo kutafakari kwa kina kuhusu mustakabali wa maisha yao na nafasi walizonazo katika jamii. Hapo najua mnapopenda sana. <coughs> <laughs> <laughs> mana <tis> likuwa natetalaketashil walimabwana walipokuwa wanapiga bendi, tukawaona vijana namna wanamodemka kucheza kwa ujana. Ah, kwa kweli leo ndio leo. Kipindi mnamaliza pia isiwe siku ya kumaliza ya chuo na mahafali ndio ikale majanga kwa watu wengine, asema leo nikimaliza hapa pale climax leo patanikoma, nitarudi kesho asubuhi, sio siku yake. Okay. Leo ni siku ya kutafakari kwamba unabadilisha dawaja la kuwa mwanafunzi na kwenda kujitegemea kutafuta fursa zilizokuzunguka. Mwisho na kwa umuhimu, ndugu viongozi karibuni sana, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Katibu Mkuu na viongozi waandamizi, mwenyekiti na timu yako karibuni sana Mwanza. Katika hotuba yake, Naibu Waziri Patrobas Katambi amesema ni muhimu kupitia upya na kutathmini mfumo wa utoaji wa elimu ya fedha ili kuona kama kweli unawanufaisha vijana na kuwawezesha kupambana na changamoto za kimaisha, hususani kwa kuzingatia fedha zinazotolewa na halmashauri kwa vikundi vya vijana. Tuweze kuona mfumo huo wa utoaji wa elimu ya masuala ya fedha unaweza ukatoa manufaa kwa kiwango gani? Sasa kuna fedha zinazotolewa asilimia kumi za halmashauri ni pesa za vijana, hizi bilioni mia saba themanini na nane mikopo ya walimu ya juu ni pesa za vijana. Pesa nyingine zinatolewa zaidi ya bilioni 5 kwenye Wizara ya Michezo, fedha za vijana. Fedha nyingine bilioni kumi pointi tatu imetolewa kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ni pesa za vijana. Fedha nyingine zimetolewa kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana, bilioni moja ipo kwenye bajeti na zinatolewa kwa vijana, lakini pia kwenye watu wenye ulemavu zaidi ya bilioni moja. Ukienda kwenye maeneo ya kilimo zaidi ya trilioni moja kutoka budget ya bilioni 400 kwenda trilioni moja kwenye mradi wa building better tomorrow kwa ajili ya vijana. Kwa katika kila maeneo utaona kwamba e, mifumo ya kibiashara, mifumo ya uwekezaji na elimu ya masuala ya biashara ni ya msingi na ya muhimu sana. Kwa hiyo naamini CBE itakuwa kinara katika kuangalia program na mipango ya serikali ntaichungulia dira ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini Ilani ya Chama cha Mapinduzi na maeneo mengine ili tuweze kuhakikisha vijana wetu nguvu kazi ya taifa tunailinda, lakini pia tunaitambua tunaipa fursa tunaisikiliza na kuendelea kuiendeleza ili uweze kutoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa. Lakini pia nimefurahishwa na jambo jingine la maeneo ambayo mmesema mtaendelea kutoa elimu ya levo ya uzamili kwenye master programs za tehama project management na finance na banking pamoja na marketing na human resources. Ni maeneo ambayo tunahitaji sana kwa sababu mwelekeo wa serikali hii katika kipindi hiki ni katika kuimarisha kuwa na nguvu kazi yenye weledi na yenye uwezo wa kutatua changamoto za sasa za sayansi na teknolojia na kuendana na matamanio na matarajio ya wananchi wa Tanzania. Chuo cha elimu ya biashara CBE kimefikisha miaka sitini tangu kianze kutoa elimu ya biashara hapa nchini, huku kampasi ya Mwanza ikiwa na miaka kumi na nane ya kutoa mafunzo. Chuo kinaendelea kupanua wigo wake kwa kufungua kampasi katika mikoa mingine na kuongeza kozi zitakazowajengea vijana ujuzi na kukabiliana na mahitaji ya soko la ajira. Esta Baraka, Afya Digital.